Kutakuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika, maandamano yatakayotokea tarehe tisa. Sijui wewe utakimbilia wapi. Bila shaka utakuwa unaikumbuka. Hii ni klip ambayo inamwonyesha aliyekuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, CCM, ambaye anajulikana kama Godfrey Malisa ambaye alitokea hadharani kabisa na kutangaza maandamano makubwa kabisa ya kupinga uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na kile kinachoitwa serikali batili ya Samia, na akawa anazungumzia kuhusiana na dini na maandamano ambayo alikuwa ameratibiwa, na baadaye ameratibiwa kwenda kufanyika tarehe tisa ya Disemba mwaka 2025 taarifa na vyanzo ambavyo vimetutonya ni kwamba ametekwa au amekamatwa na sasa hivi hajulikani wapi alipo. Sasa, Godfrey Malisa ametekwa usiku wa kuamkia leo na ni mwanaharakati na mchungaji pia, aliyewahi kuwa mwanachama wa chama cha mapinduzi, kabla ya kufukuzwa kutokana na misimamo yake ya kukosoa maamuzi ya chama. Malisa amejulikana kwa kusimama na hoja nzito, kuhoji maamuzi ya kisiasa na pia kuzungumza waziwazi kuhusu masuala ya haki, uongozi na utawala bora ameibua mjadala mikubwa kabisa nchini kutokana na misimamo yake na kutaka uwazi katika mchakato wa kisiasa na demokrasia pia. Sasa ikumbuke kuwa katika maandamano ya Oktoba 29, moja ya hoja kubwa zilizotajwa na waandamanaji na washiriki ilikuwa ni pamoja na kupinga vitendo vya utekaji kupotezwa na kushirikiliwa kwa watu bila utaratibu wote wa kisheria. Tukio hili bana na lodaiwa kutokea leo limeibua tena hofu na maswali, hasa kwa wale waliokuwa wakipaza sauti dhidi ya ukandamizaji wa, na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Huyo si mtu wa kwanza pekee ambaye amejitokeza wazi. Kuna harakati wengi wananchi pia wa kawaida, lakini pia viongozi wa upinzani ambao wamejitokeza kwenda kupinga hili swala la utekaji, swala la mauaji na ukiukwaji wa haki za kibinadamu kwa ujumla, ambalo uh, swala ambalo linatekelezwa na serikali ya sasa hivi ya Samia Suluhu Hassan chini ya Chama cha Mapinduzi, CCM. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wamejitokeza wazi kabisa, na sasa hivi tukio la kutekwa kwa Godfrey Malisa lime, o, tu, limeleta kama hofu fulani hivi kwa wananchi na wadau mbalimbali kutokana na kwamba wanaharakati ni wengi. Wapo wengi ambao wameupinga sana huu utawala wa sasa hivi. Sasa imeleta hofu kwamba huenda wakati ya wale ambao tumeona wakipinga waziwazi masuala ya utekaji na wao pia wakaja wakati kwa baadaye. Unakumbuka jana mapema, leo hii pia nimekuletea klipu ya kijana mmoja kutoka kule Kilombero Arusha ambaye alitekwa mchana kweupe kabisa na watu ambao walikuwa na mitutu ya bunduki, lakini pia walikuwa wanaonekana hawana sare rasmi ya polisi. Sasa haijulikani walikuwa ni polisi wa kutoka kituo gani ama kutoka kituo Uh, kutoka kwenye kitengo gani ambao amba, amba walikuja kumkamata na haijulikani pia wamepelekwa wapi. Tukio hili ni jipya kabisa, linadaiwa kutokea wakati ambapo kumekuwa na mfululizo wa matukio ya aina hii, hali inayozidi kuhamasisha wananchi na makundi mbalimbali kurejea tena barabarani tarehe tisa Disemba, wakisema kuwa sauti za maandamano ya Mo, 29 na ma, Mo uh, maandamano Oktoba 29, Mo 29, hazikusikika vya kutosha. Wengi wanaona kuwa ukimya wa mamlaka kuhusu utekaji unaoendelea kuongeza hofu na hasira katika jamii. Sasa kwa tukio hili la kutekwa kwa huyu aliyekuwa mwanachama wa CCM, unadhani kwamba hali ya Tanzania inazidi kuwaje na hali itakuwaje siku za hapo mbeleni? Naomba maoni yako kwenye uwanja wa comment.